Asante ndugu mtangazaji. Kwa maana ya halmashauri niseme kwamba njia kuu ambayo inatumika kwa ajili ya kuangalia tathmini ya ongezeko la watu la kwa kunawa mikono, nafikiri ndio swali ni, ni kwamba kuhakikisha kwamba tunazidi kutoa elimu, lakini pia unapotoa elimu hata pale unapopita, kwa mfano labda nitolee mfano kwenye vituo vyetu vya afya. Unapopita unapoona ndoo ya kunawa mikono ujue kwamba watu angalau wameelewa. Unapopita kwenye migao ukute ndoo na sabuni ujue angalau, kwa sababu mtu anaweza akasema ameelewa lakini hatekelezi, maana yake si tunaamini kwamba hajaelewa. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba mtu ameekewa amewekewa ndoo ya kunawa mikono na sabuni, unajua kwamba angalau hii inatusaidia sisi, lakini pia kwa kuangalia trendi ya magonjwa yanayosababisha unaonawaji wa mikono kwamba je inapungua kama inapungua, ndio hapo inatusaidia kujua kwamba angalau ongezeko limepungua. Siwezi nikakwambia ni kwa asilimia ngapi, lakini tunaamini kwamba yani kwa sasa zimeshapungua data zetu hizo za magonjwa ya kuhara, maana mwanzoni alikuwa top 10, lakini bado tunahitajika kufanya jitihada kubwa za kupunguza hayo magonjwa kwa kunawa mikono. Sawa sawa, hmm. Hatua ya kwanza unaloanisha mikono kwa maji tiririka. Hatua ya pili unapaka sabuni. Ukishapaka sabuni sasa, hatua ya tatu, yaani umepaka sabuni ukahakikisha kwamba povu linatoka. Hatua ya tatu sasa, unasugua kwenye viganja vya mikono kwa ndani. Hatua ya nne, unasugua viganja kwa nyuma. Hatua ya tano, unasugua katikati ya, katikati ya vidole unasugua vizuri, unasugua unasugua unasugua unasugua Hatua ya tano fikiri, mm. Hatua ya tano unasugua kwenye kucha, huku unaposugua kwenye kucha unahakikisha kwamba unapitisha unapitisha, yani katikati ya kucha kuondoa uchafu wote ambao uko hapo. Kumbuka bado una una povu mm. Lakini hatua ya sita una, unasugua huko kwenye ndani ya mikono, huko kwenye viganja, huko kwenye sehemu ya mikono huko, kwa sababu unakuta mwingine ananao huko, lakini kumbe huko bado kuna uchafu yeah. Lakini ukisha nao sasa hapo hatua ile ya saba sasa ni unasuuza mikono kwa maji safi na, na maji yale masafi ambao ni maji tiririka, tunasema. Alafu hatua ya nane, kama uko nyumbani au uko mgawani, unafuta na tishu. Kama hamna tishu, kwa mfano kama watoto mashuleni, huwa tunawafundisha kwamba wakisha nawa wakungute tu mikono waache, baada ya dakika chache unakuta nakauka. Hmm. Lakini pia kuna sehemu muhimu za kunawa mikono, hasa ambayo yani inakulazimu wewe unawe mikono pale mtu anapoenda chooni, anapotoka, anatakiwa anawe mikono kwa maji tiririka na sabuni. Lakini pia wamama au niseme wamama, pale niseme tu pale unapopika, kabla ya kupika na baada ya kupika unakuta mtu ametoka huko kubeba sijui mauchafu, si kubeba nini, anaingia moja kwa moja jikoni, hanawi mikono, anashika hiki, anashika hiki, anashika hiki pale. Manake anachukua bakteria aliyobeba huko alipotoka, anaweka kwenye chakula pale anapoandaa. Lakini pia akishaandaa chakula anatakiwa anawe mikono pia. Lakini pale tunapokula hiyo njia sio sahihi, wataendelea kwa tu kuumwa matumbo. Hiyo tunatakiwa tu tunawe mikono kabla ya kula na tunawe baada ya kula na kuna watu ambao wamekuwa na tabia, hasa kwenye masherehe, sijui ndio unasema kwamba ni jinsia ya kiume mm. mtu hanawe mikono, anafungua bomba afu anajimwagia maji juu ya vidole. Yule hajanao wala hajafanya kitu, yamkini kushika bomba, amebeba bakteria wengine kujiongezea. Kwa hiyo kama tulivyosema kwamba kunawa na mikono ni kuloanisha na kuweka sabuni na kusugua, kama hizo stage nilizosema. lakini pia mtu anavyombadilisha mtoto mtoto mdogo amejisaidia, umemsaidia, umemsaidia kumsafisha, unatakiwa unawe mikono kwa maji tiririka na sabuni, lakini pia unapokuwa unamhudumia mgonjwa wa aina yote Lazima unawe mikono kwao. Nafikiri tukikumbuka tuki hizo steji na hizo njia inaweza ikatusaidia sisi kupunguza magonjwa. Ila kwa jinsia ya kiume, ndugu mtangazaji, mi siwezi kusema kwamba sijajua kwamba ni wavivu kiasi gani kunawa mikono. Nafikiri ma, kwa, kwa mtu ambaye ameandaa mazingira yake vizuri kwamba anapo, tuseme kwa kifupi, mi naweza nikasema ni wavivu kwamba mtu anapokuja aanze kutafuta maji yani anaona kama anapoteza muda. Kwa hiyo unakuta kwamba una kama mtu nyumbani kwake ameandaa vizuri au kwenye mgawa wake au sehemu ile anapoingia, anapoingia tu anakutana na maji na sabuni. Mimi na na nafikiri lazima atanawa. Kwa hiyo nafikiri kwa sisi wafanyabiashara au sisi wenye maofisi tuhakikishe kwamba yani, tujitahidi kuweka maji yale ya kunawa mikono kwenye sehemu ya kuingilia. Hata kama huyu mtu ni mgumu kiasi gani, Anapoona tu kwamba kuna ndoo na maji nafikiri atanawa, sijajua. Okay. E, kwa utafiti wako ulipofanya nice. Utafiti, lakini ninachojua kwamba ni muhimu kwamba tukiweka hivyo mm. Anapokuta unakuta kutafuta, anakuwa busy na mambo mengi, kile ambacho ni cha muhimu sana katika maisha yake. Tunaponawa mikono tunaokoa maisha. Ukinawa mikono umeokoa umeokoa fedha pia kwa maana ya kwamba hautaumwa ila ambao ulitakiwa ukatibiwe ungeweza kufanyia kitu kingine. Um, ni, ni, ni, niulize hili swali lingine tupo Makambako, mm -hmm. na tuna watu wa tamaduni tofauti tofauti, mm -hmm. kuna tamaduni zozote ambazo zipo Makambako ambazo nyie kwa upande wenu katika hili swala la kuhamasisha watu kuhusiana na kunawa mikono inakuwa ni uh, kikwazo katika kuhakikisha elimu hii inafika au hamjawahi kukutana na ili jambo? Asante ndugu mtangazaji. Kila kila mji popote pale ambapo kuna watu lazima kuna changamoto. Kwa hiyo unaweza ukakuta kwamba kwa mfano kama wazee wetu, ukienda kuelimisha hasa vijijini habari ya kunawa mikono, utasikia ah, mimi na miaka sabini nilikuwa sinawi, lakini sijawahi kuumwa. Maana yake ni changamoto, majira yanabadilika. ya mkini kipindi hicho, yeye anakuwa alikuwa peke yake kwenye mtaule. Afu ndugu mtangazaji, watu wa kijijini wasafi kuliko mjini, mm. Nafikiri wewe shahidi. Kwa mfano ukipita mazingira ya nje uende mfano Kitandililo, mm. nakuta watu wamefagia nje kwao, yeah. Ila pita hapa mjini yaani utakuta nyumba, mtu kaamka asubuhi, hajadeki hajafagia. Yaani, kwa hiyo unakuta kwamba hata zamani angalau hali ilikuwa tofauti na sasa. Kwao changamoto hizo zipo, lakini tunaenda nazo taratibu, ila tunashukuru kwa kipindi cha corona. mm. kipindi cha corona, watu wanaogopa kufa, ndugu mtangazaji. yeah. Yani ilifanya kila mtu akawa ananao mikono ikafanya yani kila mtu akawa anakumbuka habari za kunawa mikono baada ya kukutana na ugonjwa ule ambao ulikuwa unaua. Lakini pia kuna magonjwa mengine kama Marburg au kama Ebola. Mm. Niseme Ebola kwa sababu pia tulitamani pia tungepata siku tuje tutoe elimu. Kwa mfano kama Ebola na yenyewe ni ugonjwa ambao unatakiwa inatusaidia pale ambapo tunakuwa mara kwa mara tunanawa mikono mara inatusaidia siku. Lakini pia kuna mpox. Mm, nafikiri ilipita tu hapa katikati na yenyewe kwa kunawa mikono tunaepushana nayo. Kwa hiyo kwa sababu sasa hivi ya magonjwa magonjwa yanayojitokeza, ndio maana kwamba watu wanakumbuka kumbuka kumbuka. ila ingekuwa hamna, sidhani kama nafikiri hizo tamaduni zingetufanya tusi tushinda kuendelea e. Uh, karibu sana ndugu yangu, asante sana. Ehe. na wewe pia tupate m ma, majibu yako kwenye maswali kadhaa yaliyobaki hapa, madam amejaribu kupambana nayo ndio, eh, kule unampata uhusiano yes. Wa uh, watu kunawa mikono na ustawi wa jamii, kwa maana ya kuangalia afya yao, maisha yao navyoenda. uh, unakaa vipi? kwa sababu mi ukiniambia ninawe mikono kwa ajili ya ustawi wangu wa jamii ama ustawi wangu wa kimaisha, nakuwa sielewi. Mwananchi ambaye anakusikiliza sasa hivi, unaweza ukamrahisishia hili jambo kwa kiasi gani? okay. Tunavyozungumzia ishu ya kunao mikono kwa ajili ya ustawi wa jamii, kwanza kabisa tunataka tuangalie uhusiano uliopo wa moja kwa moja kati ya unawaji mikono pamoja na magonjwa ambayo yanakuwepo ya katika jamii aa, magonjwa mengi ambayo ya naua yanaenezwa ya ya eh, eh, kwa njiambayo ya, ya a tunasema unawaji mikono ni yale magonjwa ambayo yanaweza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine Sawa mm, ehe. Kwa hiyo manake, mtu, ehe, manake kwa mfano tunaweza tukazungumzia mtu akiwa manake ameshika sehemu ambayo labda kwa mfano mgonjwa wa Ebola atakuwa kashika au wa mpox, na yeye inakuwa ni rahisi sana kufanyaje kupata ule ugonjwa Kwao tunakuwa tunasisitiza sana kwamba mtu aweze kunawa mikono, lengo ni kwa ajili ya kuweza kufanyaje kuondoa wale bakteria ambao mara nyingi wanakuwa kwenye mikono, na kama unavyojua mikono inakuwa manake inashika sehemu mbalimbali, mfano kwenye mikono, kwenye vitasa, sawa, matandiko na mataulo. Kwao ndio maana kwamba sasa zoezi zima la unawaji wa mikono linakuwa linasaidia sana kwenye magonjwa ambayo yanaweza kuenezwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Ndio maana tunashauri sana jamii iwe na tabia ya Mwaka huu tu, labda pengine, kwa miaka kadhaa ambayo imepita uh, tunahamasisha watu kunawa mikono, na kwa ajili ya kujiepusha na hayo magonjwa ambayo pengine ameshataja hapo. Wewe, unaona hatua zinapigwaje, na changamoto sasa hivi imebaki katika nini hasa uh, katika kuhakikisha kwa kwamba wananchi wananawa mikono na wanalinda afya zao kwa ujumla katika maisha yao. Okay, kwanza kwa halmashauri yetu sisi tunamshukuru Mungu kwamba zoezi lile linaendelea vizuri na wananchi wanaendelea kuelimika juu ya unaaji mikono. Lakini changamoto kubwa ambayo imekuwa ni wananchi wanakuwa wanazungumzia kwamba namna upatikanaji wa ile ndoo imekuwa kidogo ni gharama na ufungaji wa koki. Sawa? Kwa ajili mm, so, eh, ya watu kufanyaje kupata kunao mikono kwa urahisi kwa sababu pale kwenye ile ndoo unatakiwa maanake kwe, kuna sabuni ya kimiminika. Sawa, na mtu anatakiwa afuate zile hatua za unawaji mikono. Sawa, e, kwa kulowanisha kwanza maji, aweke sabuni. Baada ya hapo atakiwa tena kufanyaje kunawa mikono, lakini pia kujifuta ile mikono. Kwa changamoto kubwa imekuwa kwenye upatikanaji wa wazee ndio uchilizi. Sawa, wanakuwa wanalalamika kwamba inakuwa ni gharama na inafika hadi 15,000, 20,000 kwenye upatikanaji wa ndoo. Lakini maji si sana changamoto katika halmashauri yetu. Maji yanakuwa yanapatikana sana lakini pia sabuni bei zake ziko ni access ambao watu wanaweza wanaweza tu wakapata hizo sabuni, na tunafanya hadi kwa ajili ya kurahisisha hilo. Okay, kama halmashauri tuna mpango wa ka, kuanzisha, okay, kampeni. Tunataka tuwe tuna uwezo wa wananchi wawe tu wao wanakuja kulipia, ama mwananchi anaweza kuja na ndoo yake na sisi atakuwa analipia tu gharama kidogo kwa ajili ya ufungaji wa koki. Tunataka tulirahisishe zoezi, tupate ufungaji; mwananchi atakuwa anakuja na ndoo yake ya kawaida ambayo anaweza akaitumia nyumbani. Anakuja pale, tunaweza tumfungia; atakuwa tu analipia gharama kidogo za koki. Bado ratiba kamili hazijatolewa lakini, suni tu mm. ndizo taarifa maana yake zitakuwa okay. Sawa, tufunge kwa okay. Neno moja kutoka kwako yeah. Uh, kuhusiana na siku hii ya kunawa mikono kwa vile ambavyo unafahamu na kwa tathmini ambayo nyie mpo nayo ofisini kwenu mm. inatuonyesha tuko wapi na tunatakiwa tufanye nini. Okay. Kwanza kabisa <clears throat> watu napaswa kujua kwamba mji wa Makambako ni sehemu ambayo sisi hapa tuna mwingiliano mkubwa sana wa watu hasa maroli ambao tunakuwa tunatokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo mm. kuna ugonjwa huu mkubwa wa Ebola. mm. Kwa hiyo tunakuwa tunawaasa sana watu waendelee kunawa mikono, lakini pia hata kuweka umbali takriban mita moja baina ya mtu na mtu kwa ajili ya kujiepusha na haya magonjwa. Lakini pia mtu anapaswa kujua kwamba afya yako ndio mtaji wako. Kwa hiyo tuendelee kuhamasisha watu kuendelea mm. kunawa mikono kwa ajili ya kulinda afya zetu lakini pia na kuifanya jamii yetu iwe salama zaidi. Shukrani sana. Nipende kuwashukuru sana wasikilizaji wetu haya. Asante.